Yanga wamesema anapeleka silaha zao zote, hakuna swala la kusema tuiache hii, sijui kwa sababu ya mechi fulani ah -ah. silaha zote, kocha Pedro akisema kwamba nataka nizitumia, nazitumia, na Buba ni mmoja kati wa wachezaji ambao wataonekana bila shaka. Hapana eh, kwangu mimi <laughs> hapana <laughs> asianze au hapana kwamba hataonekana hapana <laughs> vitu viwili. Kwa nini asianze? Uh, yanga ina, inaingia kwenye mchezo wenye pressure kubwa sana, ni sawa lakini Yanga inaingia kwenye mechi ambayo inatakiwa kuwa sawasawa kimbinu, sio kwenda kujaribu ya yeah, mwisho, lakini kweli ni mechi ya mwisho, lakini pia ni mechi ya kimaamuzi na kufa au kupona na kufa au kupona. Sasa ukiniambia silaha za Yanga ambazo zinakwenda kutumika kwenye hiyo mechi ikiwa ni Prince Dube, uh, Laurindo Olerio Depu, au Clement Mzize mm nitakuelewa lakini ukiniambia silaha za Yanga ambazo zinakwenda kutumika kwenye hiyo mechi e, ni, ni Buba Jamae mm. kidogo inaleta shida, na sasa achezi peke yake na kuelewa, lakini kwenye timu ili timu iperform, kuna unahitaji hao wachezaji walau uh, waelewane ama wajuane kwa, kwa kwa kipindi cha mazoezi kuelekea kwenye mchezo kwa mujibu wa alikamu mm. Bubajamia yuko hapa naye anasafiri naye kutoka mm, Dar es Salaam kwenda Zanzibar leo hii nadhania, na akutaka kuweka wazi ku, e, ma. kuna vitu vingi sana ambayo wamevificha, lakini kutokana mm. na, na, na uzito wa mchezo wenyewe, lakini tufanye sawa na kwenda naye leo mm. uh, ni itakuwa ni si niseme kamali kubwa sana kwa kocha Pedro nataka kuanza na, na Buba Jamii wakati kuna nyota wengine ambao anaweza kuwatumia ambao anaweza kumpa kitu kikubwa zaidi kuliko huyo mpya ambaye atacheza hiyo mechi akiwa na pressure. Hakuna kitu kibaya zaidi. Hiyo kuanza, unamaanishaje kwamba aanze yani, 11? Mimi nazungumzia hapa kuwemo tu kwenye mchezo, kuwemo tu kwenye mchezo nachozungumzia hapa achana na kuanza mm. ndio maana nimekwambia vote vili kwangu, hapana kwa sababu ni mechi ambayo ina pressure kubwa ndani yake kwenye mechi kama hizi, kwa mazingira kama haya, ndio nyakati ambazo unamfanya mchezaji kuwa shujaa ama kummaliza kabisa kwenye, kwenye kariera yake katika nchi husika sawa. Kwa hiyo ni ngumu sana kumwona pe, kocha Pedro akiriski kumtumia Buba Jamae kwenye huo mchezo, kwa sababu za kimazingira na sababu pia za kimchezo, kwamba ndio kwanza ameingia ana siku chache kwenye mazoezi na timu, ana nyakati chache za kuwafahamu ambao atacheza pengine kikosi kimoja lakini pia namna gani ambavyo atakwenda kuhandle pressure kwenye mchezo huo dhidi dhidi ya JS Kabylie. Lakini kwa Clement Mzize ni alikuwa tu kwenye majeraha, amerejea anarejea, pengine labda kosi cha kwanza depu kwenye mechi chache zilizopita kwenye zile ligi kuu mpaka hizo za ligi ya mabingwa, na mpaka nafasi ya kucheza, Clement Mzize amecheza kwenye ligi kuu, anacheza kwenye hizo mechi za ligi ya mabingwa. Kwa hiyo unaelewa kwamba hawa wawili haswa adepu na na na na dube wana nafasi kubwa ya kuanza moja kwa moja, huku dube tukimwona katika zile dakika kumi ambazo alicheza kwenye mchezo uliopita za kwamba yuko fiti kiasi gani, anaweza kwenda kuopa kitu gani ndani ya muda mchache ambao alicheza. Unaona, aliingia na akakosa nafasi ama alitengenezwa nafasi akashindwa akashindwa kufunga. Maana yake anao watu watatu ambao anaweza kuwategemea kwenye kosi cha kwanza kuliko kufikiria mchezaji mwingine mpya ambaye hakuwepo kabisa ama hakuwa kabisa katika mpango kazi wa mchezo uliopita, lakini yupo siku chache kwenye viwanja vya mazoezi. hiyo hiyo hiyo ni sehemu ya kwanza. Uh, emo nyingine ni namna gani ambavyo, uh, Yanga anaingia kwenye hiyo mechi akiwa na mahitaji mengi. Hitaji la kwanza, anatakiwa kushinda mchezo. Hitaji la pili, kutoa ile ile hasimili ambayo ipo kwenye msimamo. Ukienda kuangalia kwenye msimamo hapo utaona Yanga kuna sehemu ya negative mbili nadhani unaenda kuangalia, umekaza kidogo macho, kidogo yeah. Uh, ukiona uki, uki hiyo asimbili maanake Yanga anatakiwa kufuta hiyo iwe hamna ama iwe iwe, iwe plus moja kwa maana kujumlisha labda moja ama na namba zingine zaidi. Unazungumzia magoli hapo magoli hapo, kwa sababu kwenye head -to -head na Farabat wamekutana, lamini wamelingana kila mmoja alishinda goli moja nyumbani kwake. Kinachofuata hapo nini, ambacho kinakwenda kina kutokea? Kwa maana akishinda atafikisha alama nane ambazo yanga atakuwa na hasi mbili kwenye, kwenye, kwenye, kwenye msimamo. Kama atafunga labda goli moja kwa sifuri, manake atakuwa na deni, lakini tunaombea dua uh, akaruhusu magoli ama akaruhusu goli kwenye mechi yake kwa ili kuepusha uh, lawama na kuondoa presha kama umemsikiliza alikamu vizuri, ni kwamba Yanga anakwenda kumfuzu kwa kishindo. Hiyo kishindo nachoamini mimi idadi ya magoli mengi ya kufunga FM. Tukata. Tukata. Tukata. Tukata.